Mheshimiwa waziri, naomba niweze kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ukarabati wa uwanja pamoja na miundombinu yote inayotakiwa kuweza kufanyika katika eneo hili kuhakikisha kwamba shughuli za uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru zinakamilika na kuweza kuwa na vyema. Mheshimiwa waziri, niseme kwamba ujenzi wa jukwaa kuu ambalo kwa sasa hapa tulipo ulianza tarehe kumi na nne mwezi wa pili, au ukarabati wake na ulikamilika tarehe ishirini mwezi wa tatu kama ambavyo anaweza kuona mpaka sasa, lakini katika utekelezaji wa jukumu hili kazi zilikuwa zimegawanyika katika sehemu nne. Jambo la kwanza ni ukarabati wa uwanja, jambo la pili utengenezaji wa miundombinu ya barabara, umeme na maji, jambo la tatu uwekaji wa hali nzuri ya uwanja huwa na nyasi, lakini jambo la nne wa wa ni upambaji wa eneo zima la uzinduzi wa uwanja huu. Mheshimiwa Waziri, nikianza kipengele cha kwanza ambacho ni ukarabati wa uwanja, iseme kwamba kwa sasa kazi ilizofanyika hapa imeshakamilisha kwa asilimia 95 bado tu asilimia tano ambazo zimeweza kubakia za maelekezo na kuhakikisha kwamba shughuli inakwenda kufanyika. Lakini tuseme kazi ambazo zishafanyika, tulianza na ufukuaji wa mitaro. Hii mitaro yote inayozunguka uwanja ilikuwa imeziba, watu kafukua na kuweza kuimarisha mitaro hii. Lakini jambo la pili, tulifanya kazi ya ufyatuaji wa mifuniko ya zege kuhakikisha kwamba mitaro ambayo tumeweza kufanya ukarabati basi yote iweze kuzibika. Jambo la tatu ni kuondoa tabaka au kuondoa tabaka la zege iliyokuwa katika maeneo haya boro walikuwa zuri na kuweza kumwaga zege lingine. Lakini pia tuseme, tulichimba mtaro ambao uko nyuma ya hili jukwaa kwa lengo la kusaidia kwamba ukue takapokuja kunyesha, basi maji yasiweze kufika jukwaani hapa, bali yaweze kuingia kwenye mtaro ambao tumeweza kuelekeza. Jambo la nne, Mheshimiwa Waziri, au la tano, kuweza kuchimba mashimo kwa ajili ya kumwaga zege, tumefanya kazi hiyo ko niseme kwamba kwa ujumla mpaka sasa, mheshimiwa waziri, vukwa hili limeshakamilika upande wa jukwaa ni kama asilimia mia moja tayari imekamilika, ikiwa malengo makubwa yale ya kupambana na majuatatu ayo yanaendelea. Tuondoe chuki pali kuna chuki, tupeleke furaha pale ambapo unekana a furaha, lakini pia tupeleke matumaini kwa watu wetu. Na katika miaka yote hii mheshimiwa, mweshimiwa mkoa na nunshabar, mwenge wa uhuru umekuwa unafanya kazi katika maeneo mengi mwenge wa uhuru umeendelea kubeba ujumbe, kwanza ujumbe wa mwaka huo ambao unakuwa ujumbe muhimu katika mwaka huo. Kwa mfano mwaka huu, kwa sababu tunakwenda kwenye zoezi la uchaguzi manake, ujumbe wetu unafanana na zoezi ambao unaenda kufanya la uchaguzi, lakini yale mapambano dhidi ya maadui zetu wale yanaendelea. Rushwa ni adui wa haki, ni ujumbe unaendelea, madaka leo kuhamasisha wananchi kushiriki maendeleo ya nchi yao ni mambo ambayo yanaendelea kwa hiyo mkuu mkoa nataka nisema hapo kwa ufupi ili watanzania waelewe kwamba mwenge wa uhuru makusudio yake yetu na kwa nini tunaendelea kukimbiza mwenge wa uhuru katika nchi yetu kwa hiyo ndugu zangu vishabari mkuu mkoa naomba kutumia nafasi hii pia kutoa taarifa kwa umma juu ya uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru ambazo azorai zitafanyika tarehe 2 mwezi Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika uwanja wa Shirika la Kibaha. Nina furaha kwamba Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Istori Mpango amekubali kuwa mgeni rasmi na amekwisha confirm na yeye tayari <coughs> kwa ajili ya shughuli hiyo. Na ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, naomba kueleza kwa kwamba vijana wale sita walioandaliwa wanaotoka Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, ambao tumewapa jukumu la kukimiza mwenge katika mikoa 31 halimashauri 195 katika siku 195, nao pia kama nilivyoeleza mwanzo wako tayari na utimamu kabisa kwa kazi hiyo ambayo unakeza kuapa. Katika kipindi iko chote mwenge wa uhuru umefanya kazi ya kuhamasisha amani, umoja upendo wa mshikamano wa taifa letu. Vile vile mwenge wa uhuru utahimiza wananchi kushiriki shughuli za kimaendeleo za kijamii na kiuchumi katika maeneo ya halmashauri zao. Mwenge wetu wa uhuru mwaka huu unabeba kauli mbiu ambayo inasema jitokeze, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ujumbe huu wa mwenge wa uhuru mwaka huu unalenga kuwaelimisha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki kamilifu katika uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu utakaofanyika mapema utakaofanyika mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, sambamba na ujumbe huu wa mwenge wa uhuru, pia mwenge huu utatumika kuelimisha wananchi katika maeneo yote ya nchi yetu katika masuala ya kisekta na kisekta katika mtadha wa kitaifa na kimataifa, ikiwa pamoja na kuendeleza juhudi za kupambana na maradhi yaliyotishia ustawi wa watu wetu kama vile ukimwi, malaria, kupambana na matumizi ya madawa mbovu na vitendo vya rushwa. Vile vile, katika mashauri zote mwenge utakapopita utaendelea kuelimisha wananchi wetu juu ya umuhimu wa lishe kwa afya iliyo imara. Ndiuanisho abali mwenge wa uhuru umeendelea falsafa ya kumulika ndani na nje ya yanpakaita na kumulika uovu katika jamii ikiwemo maadui uzembe, kutowajibika, vitendo vya rushwa na ufisadi katika miradi ya maendeleo na huduma za kijamii ambayo imefanyika kazi, kazi ya kuratibu na kutathiminiwa shughuli mbalimbali za kimaendeleo zinafanya madao maendeleo na kusanya taarifa ambazo zinahusu changamoto zinazowakabili wananchi ambao zinasaidia sana serikali kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo kwa wananchi wake ndugu waandishi wa habari watanzania wenzangu tunatambua kuwa falsafa hii ya mwenge wa uhuru ndiyo chimbuko la mapinduzi matamatukufu ya zanzibar ya mwaka 1964 muungano wa tanganyika na zanzibar mwaka 64 na zalaarusha la mwaka 1967 niwasisizia watanzania wenzangu tuendelee mwenge wa uhuru kama ulivyoasisiwa na hayati kaliujuliaskamalake mwaka 1961 na wakati huo, tuendelee kuimarisha uhuru wetu. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa wito kwa, kwa, kwa wananchi wote wa mkoa wa pwani na mikoa jirani na watanzania kwa jumla kwinowohipowili katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha, mkoa wa Pwani, tarehe 2 mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano, kuungana na Mheshimiwa Dr. d Philip Isdori Mpango, makamu wa rais wa nchi yetu.